Hello mambo, vipi? Kama ilivyo kawaida, Kipato Digital TZ ni chaneli pekee ambayo inakuletea maudhui ya usimamizi wa fedha na elimu ya fedha kwa ujumla. Sasa leo nimeamua nikusogezee au nikufundishe kuhusu hatua za kujenga nidhamu ya fedha. Ujue e, ili ufanikiwe, tunasema ni lazima uwe na nidhamu ya fedha. Sasa nidhamu ya fedha si kitu cha kujenga Eh, mara moja. Ni tabia ambayo unapaswa kujenga siku hadi siku sasa kuna hatua saba ambazo unapaswa kuzifata ili kujenga nidhamu au kujijengea nidhamu ya fedha. Hatua ya kwanza, weka malengo ya wazi malengo yanatakiwa kuwa eh, specific, tunasema kwa sababu, huwezi kuwa na lengo ambalo halipo spesifiki halipo wazi na halipimiki. Lengo inabidi liwe zaidi ya uwezo wako, ili likupush uweze kufikia kwenye lengo hilo, lakini mara nyingi malengo haya yanawekwa mwanzoni mwa mwaka au mwanzoni mwa mwezi eh, yanakuwa ndani ya muda fulani. Hatua ya pili, tunasema fuata bajeti kila mwezi. Usifanye matumizi ya pesa nje ya budget. Hili imekuwa ni ugonjwa kwa watu wengi. Watu wengi wanafanya manunuzi, wanafanya matumizi ya pesa zao nje ya bajeti ambayo wanakuwa waliipanga, aidha mwanzo wa mwezi au mwanzo wa wiki. Sasa kwenda kinyume na bajeti ni changamoto ambayo inaweza isikufanikishe au isikufikishe kwenye lengo lako ambalo unakuwa ulilipanga. Hakikisha bajeti ambayo utakuwa unaiweka kwa mwezi au kwa wiki unaifata, ili mwisho wa siku ufike kwenye lengo lile ambalo unakuwa umelipanga. Lakini hatua ya tatu aza kuweka akiba kabla ya matumizi. Changamoto ya wengi ni kwamba tunaweka akiba kiasi kinachobaki baada ya matumizi na badala yake badala ya kufanya matumizi kiasi kilichobaki baada ya akiba. Sasa, kwa nini tunasema tuweke akiba kabla ya matumizi? Huwezi ukasema usevu kiasi ambacho kinabaki badala ya matumizi, kwa sababu kinaweza kikabaki au kisibaki. Na ukikuta mtu anasevu kiasi ambacho kimebaki baada ya matumizi, mara nyingi inakuwa sio kiasi kile ambacho kinaendana na kipato chake ataweka kwa ajili ya ushahidi tu kwamba na mimi nimeweka akiba. Lakini kama kweli una malengo na uko serious unataka kujijenga kiuchumi, hakikisha unakuwa na kiasi ambacho kinaeleweka. Kama ni kwa mwezi au kwa wiki au kwa mwaka, hakikisha unakuwa na kiasi ambacho tayari kiko wazi na kipo specific, na utakuwa na kisave kila baada ya huo muda ambao unakumeweka. Hatua ya nne, fanya manunuzi kwa malengo na kimkakati. Sasa hii ni kufata bajeti. Kama unanunua nje ya bajeti au unafanya matumizi ya pesa yako nje ya bajeti, hautafika kwenye malengo ya kifedha uliojiwekea. Kwenye manunuzi, jitahidi sana utumie kanuni ya siku 30 au ya mwezi kwa maana ya kutofautisha mahitaji ya lazima na mahitaji yasiyo ya lazima kama nilivyokuwa nimeelekeza kwenye video ya kwanza kwenye kanuni ya siku thelathini, jitathimini, tathimini mahitaji yako kwa kanuni ya siku 30. Yaani ukiona uhitaji wa kitu, unahitaji kununua kitu, jipe muda wa siku 30. Utajua kama hilo ni hitaji la lazima au si hitaji la lazima, na kama sio la lazima, achana nalo na usinunue au usifanye matumizi hayo. Kama ni la lazima, fanya matumizi hayo, lakini ukiwa umejilizisha kitu unachotaka kununua ni hitaji la lazima au sio la lazima. Usipofanya hivyo, maana yake utakuwa unafanya manunuzi tu ambayo ni unnecessary pasipo wewe kujua na mwisho wa siku kupoteza pesa yako. Hatua ya tano: rekodi au andika matumizi yako ya kila siku. Hii imekuwa ni changamoto sana sana kwa wengi. Mtu kimwambia aandike gharama anazotumia kila siku, anaona kama ni kazi, kwa sababu atakuambia kuna vitu vingine ni vidogo sana, wala sio vya kuandika. Lakini kumbuka, kila unachokifanya, kila gharama unayofanya, maanake unatumia pesa, ni lazima uandike, ujue ni nini umekifanya kwa siku, ujue series, mtiririko wa matumizi yako ya pesa kwa siku. Na ni rahisi sana kwa sasa, unaweza kutumia software nyingi sana ambazo zina zina tracki pesa. Wewe ni kuingiza tu gharama na matumizi uliyoyafanya kwa siku, na utapata toto kila siku jioni. Utajua siku zima kuanzia asubuhi hadi jioni, nimenunua hiki nimetumia hiki nimenunua hiki nimetumia hiki hiki na hiki, na toto nimetumia shingapi kwa siku. Kwa jitahidini sana uwe na rekodi ya kila siku ya gharama zote za siku lakini hatua ya saba, epuka madeni yasiyo na tija. Kuna namna nzuri ya kutumia mkopo. Ukikopa pesa, hakikisha mkopo unaotumia kwa matumizi yenye tija. Ukichukua mkopo na kufanya matumizi yasiyo ya lazima, maana yake mkopo utakuwa haujakusaidia. Tumia mkopo kuwekeza, tumia mkopo kufanya biashara fanya kitu ambacho kweli kina tija kwenye malengo yako ya kifedha, na usitumie mkopo kwa mahitaji ambayo hayana tija yoyote. Lakini hatua ya saba, jifunze na uongeze maarifa ya fedha kila siku. Kadiri unavyojifunza ndivyo ambavyo unapata maarifa mengi na na uwezo wa kumudu na kusimamia pesa yako. Kwa hiyo Kujifuza ni lazima, tafuta vitabu. Vitabu vipo vingi, ingia mtandaoni, jifunze kuhusiana na usimamizi wa fedha. Hizo ni hatua saba za kujenga nidhamu ya fedha. Kama ndo mara ya kwanza kuingia kwenye chaneli hii ya Kipato Digital Tz, hakikisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili usipitwe na posti nyingine zote ambazo zinapostiwa kwenye chaneli hii. Basi kwa leo sina la ziada. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video hii. Tukutane posti ijayo.